I must stay in your house today. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa anaingia mji wa Yeriko, na alipoingia mji wa Yeriko, watu wengi walimfuata, kama vile tumeingia mji wa mwiki siku ya leo. Watu wengi wanasikia neno hili la Mungu, na Yesu yuko mahali hapa. Biblia inasema ya kwamba akaingia mji wa Yeriko, na kwa sababu ya umati mkubwa, yeye ambaye alikuwa anaitwa Zakayo alikuwa mtu mfupi sana Biblia inasema ya kwamba hangeweza kumuona Yesu, na ndiposa akakimbia mbele akapanda ule mti apate kumtasema Yesu, kwa sababu watu walikuwa wengi, watu wamemsuia mfalme, hangeweza kumfikia. Inaweza hata siku ya leo, huko mahali hapa, unataka kumuona Yesu, unataka kumpata Yesu, lakini kwa sababu ya mashida, haungeweza kumjua huyu Yesu, kwa sababu ya mambo mengi, haungeweza kumfikia Yesu. Biblia inasema ya kwamba akakimbia mbele akapanda juu ya mti, na Yesu akamwangalia ya kwamba akamwambia, shuka, kwa sababu siku ya leo mimi ni mgeni wako, shuka, kwa sababu siku ya leo ninakuja nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe! Yesu amekuja mwiki kusema ya kwamba mtu wa mwiki, siku ya leo nimekaribia nyumba yako. Mtu wa mwiki, siku ya leo Yesu ameingia dukani mwako. Siku ya leo Yesu ameingia familia yako. Siku ya leo Yesu ameingia moyoni mwako, na ndiposa akasema ya kwamba Usisumbuke kama Sakayo, usipande mwiti, usiende kwa waganga, usitafute mambo mengi, kwa sababu siku ya leo Yesu amesema ya kwamba shuka, kwa sababu nakuja kwa familia yako. Usisumbuke kwa sababu Yesu ameingia siku ya leo, ameingia mwiki, ameingia familia yetu, na anasema I will be your your guest today, and when the Lord is your guest iyafamili Yesu anapokutambua anapokutembelea anapoingia maisha yako, lazima kuna jambo litabadilika. Bibilia inasema ya kwamba alipoenda kwa Sakayo, watu walilalamika, watu walisema mbona uende kwa mwenye dhambi? Mbona uende kwa mtu ambaye ni menyasaji? Lakini Yesu akawaambia, siku ya leo wokovu unaingia kwa Sakayo. Na ndipo sasa tumekuja kusema hata Mwiki siku ya leo, kwa sababu Yesu ameingia Mwiki. Yesu amekuja eneo hili. There is salvation in Mwiki. Bwana Yesu asifiwe. na diposa, Yesu akamwambia ya kwamba shuka kwenye mti, wacha kusumbuka. hata kama wamekusudia, Yesu amekuona wa, hata kama shida imekufinya, Yesu amekuona hata kama ugonjwa unakufinyilia chini, Yesu amekuona. Hata kama pesa imekosa, Yesu amekuona na anasema siku ya leo, wacha kusumbuka kwa sababu nimeingia kwa moyo wako. Amekuja kama mgeni wa heshima, kutatua shida yako, kutatua magonjwa yako, kutatua hayo mambo. Na akasema ya kwamba akaingia kwa Sakayo, akawa mgeni wa heshima, watu wanalalamika kama vile siku ya leo hata duniani unapofaulu lazima watu walalamike, unaposonga mbele lazima watu walalamike. Lakini Yesu mwana wa Mungu aliingia kwa Sakayo, aliingia kwa mtu mwenye dhambi. Hakuangalia dhambi zake, hakuangalia ufupi wake, hakuangalia vile alinyanyasa watu, lakini alienda kumsamehe kwa sababu aliamua kuwa mgeni wa Sakayo. Bwana Yesu asifiwe! Hata siku ya leo watu wa Mungu, watu wa mwiki, siku ya leo tumekuja kuwatangazia ya kwamba kuna mgeni wa heshima anaingia familia yenyu, kuna mgeni wa heshima anaingia moyo wako, kuna mgeni wa heshima anasema ya kwamba nimeingia kwako ili nikuokoe. Bwana Yesu asifiwe! Hajakuja kukuangamiza hajakuja kukujaja, hajakuja kuhesabu dhambi zako, hajakuja kuangalia wewe ni nani, hajakuja kuona kazi yako. Amekuja kukuokoa, amekuja kutatua shida yako. Na Bibilia ikasema ya kwamba alipoingia kwa Sakayo, wokovu ukaingia kwa Sakayo. Bwana Yesu asifiwe jesus today is your guest of honor and because jesus has entered your family there is visitation in your family and because jesus is getting into your business there must be a change in your business Bwana Yesu asifiwe Yesu akaingia kwa Zakayo neno la Mungu likasema ya kwamba all the people saw this and began to matter he has he has gone to the ship

Because this man too is a son of Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema ya kwamba hata kama huyu mtu anafanya dhambi, hata kama huyu mtu ni mfupi, hata kama huyu mtu anadharauliwa, lakini kwa sababu Yesu amekuja, lakini kwa sababu mfalme ameingia, kwa sababu ameingia pale Yeriko, Yesu akasema ya kwamba kwa sababu niko mahali hapa just the fact that Jesus is here, akasema nimeingia kwako, na mimi kuingia kwako wokovu umeingia familia yako. Akasema kwa sababu wewe pia uko na haki wa wokovu, hata wewe pia mtu wa Mungu uko na haki ya kuokolewa, hata mwiki iko na haki ya kuokolewa, hata watu wa hapa wako na haki ya kusamehewa, na ndiposa Yesu akatuma mahali hapa kwa sababu amesema amekuja kama mgeni wa heshima, kuja kutatua mashida yetu, kuja kusamea dhambi zetu, kuja kutuokoa, kuja kutufungua. Na ndiposa akaingia kwa Sakayo, na wokovu kaingia kwa Sakayo. Bwana Yesu asifiwe, Haleluya. Ninaendelea kusema ya kwamba Yesu anapoingia familia ya mtu, Yesu anapoingia maisha ya mtu Yesu anapokaribia ndani yako anapoingia ndani ya roho yako, lazima kuna jambo litatendeka, lazima kuna kitu kitabadilika, lazima kuna wokovu utaingia, kwa sababu Yesu mwana wa Mungu anakuja kubadilisha, anakuja kubadilisha hali, anakuja kubadilisha hali yako, anakuja kuokoa, anakuja kuinua, anakuja akuletee mwanzo mpya, na ndipo kwa zakayo kulikuwa mwanzo mpya. Haleluya! Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana mlango ni wa kumi, Yohana mlango ni wa kumi. Wacha tusikie neno la Mungu linasema, Yohana mlango wa kumi mstari wake ni wa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akasema hivi, wacha tusikie neno la Mungu linasemaaje? Tuanze mstari wa tisa, Yohana mlango wa kumi mstari wa tisa hadi kumi. I am the gate whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thieves come only to steal and kill and destroy. I have have come that they may have life and have it to the full. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema siku ya leo watu wa mwiki, watu wa Mungu, Yesu alikuwa anafunza wafarisayo na akasema ya kwamba mimi ndiyo mlango wa kuingia na yeyote atakayemwingia katika mlango huu, yeyote ambaye ataingia kwa mlango ambaye ni Yesu, naye atapata uokofu uo kamili. Akasema ya kwamba ingieni kwangu, ingieni katika huu mlango, kwa sababu yeyote ambaye ataingia kwa huu mlango Everyone who comes through this gate, yeyote ambaye ataingia kwa mlango ambaye ni Yesu anapata kuokolewa. Na akasema ya kwamba kazi ya shetani imebainika, kazi ya shetani imejulikana. Amekuja kudanganya mawazo ya binadamu, amekuja kuiba binadamu na mwisho amekuja kuua, lakini Yesu akasema ya kwamba nimekuja ili mpate maisha na mpate kwa ujazo. Na ndiyo siku ya leo tunasema ya kwamba kwa sababu Yesu amesema yeye ni mgeni wako siku ya leo. Amekuja kusambaratisha hiyo kazi ya shetani, amekuja kuharibu hiyo kazi ya shetani, amekuja kusambaratisha mawazo haya kwa sababu amesema ya kwamba amekuja kuleta maisha, maisha kwa ujazo. Amekuja kuinua mtu na kuinua kabisa. Amekuja kusamehe mtu na kumsamehe kabisa. Amekuja kubadilisha na kubadilisha kabisa. Amesema ya kwamba nimekuja ili mpate uhai. Huyo ndiyo Yesu mwana wa Mungu aliyekufa msalabani, aliyefufu aliyekufa msalabani na akakubali kufa ili tuokolewe, na akasema ya kwamba japo shetani amekuja kuiba, amekuja kuharibu, lakini nimekuja kubadilisha hiyo ajenda na ndio siku ya leo tumekuja mwiki tubadilisha ajenda ya shetani, tumekuja mwiki tubadilisha ajenda ya shetani, tumekuja kubadilisha hiyo ajenda, kwa sababu Yesu mwana wa Mungu amesema ya kwamba, nimekuja ili mpate maisha, maisha kwa ujazo, ili mpate wokovu, wokovu kamili, ili mpate kuinuliwa na muinuliwe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. That is is who Jesus is. Anasema ya kwamba, anajua kasi ya shetani. Amekuja kudanganya. Anadanganya mawazo. Anaiba yule mtu. Anaanza kumtumia. Lakini mwisho wake anamuua. But Yesu ni mzuri sana. Yesu ni mwema sana. Anasema ya kwamba, nimekuja mwiki siku ya leo. Ili muwe na maisha, na muwe na maisha kamili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, watu wa Mungu, siku ya leo tunakuja kuhubiri huyu Yesu ambaye anasema ya kwamba amekuja kuleta maisha, amekuja kuleta ukamilifu katika maisha ya binadamu, amekuja kuleta ukamilifu katika wokovu wetu, katika familia zetu. Na ndiposa tunasema ya kwamba usikubali tena kudanganywa, usikubali tena kuibiwa na shetani, kwa sababu Yesu amekuja kubadilisha maisha yako. Haleluya, haleluya. Yesu siku ya leo amekuja ili akubadilishe hali yako. Amekuja siku ya leo ili apendiwe hiyo ajenda. Kuna ajenda ambayo imesetiwa na shetani katika maisha yako, kwa watoto wako, kwa maisha yako yote, kwa wokovu wako. Kuna ajenda ambayo imeingia ndani yako na ni ajenda ficho ya shetani lakini Bwana anasema siku ya leo nimetambua hiyo ajenda. Anajua hiyo mpango, hiyo mpango ya kukuiba, hiyo mpango ya kukuharibu, hiyo mpango ya kukuangusha. Na ndiyo akasema siku ya leo, I have come to give you life and life in abundance. Amekuja kukupa maisha, maisha kwa ujazo. Haleluya! Kwa hivyo, Yesu anatujali sana, Yesu anatupenda sana. Haleluya!

to proclaim freedom for the captives and release from darkness the prisoners to proclaim the year of the the Lord favor and the day of vengeance of vengeance our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba ya kwamba mafuta ya Mungu imewekwa juu yangu. Na huyu Yesu ambaye tunazungumzia mahali hapa, Mungu Baba alikuwa amemtuma Yesu mwana wake na akamuweka mafuta juu yake, na Mungu akamweka Yesu mafuta, hajahubiri neno ambalo neno nzuri, hajahubiri habari nzuri duniani. Na akasema ya kwamba Mungu amenijaza mafuta juu yangu, amenipa neno ambalo ni la kufungua. Akasema ya kwamba amenituma ili niweze kuhubiri mwaka wa Bwana, amenituma ili niweze kufungua waliofungwa amenituma ili niweze kuokoa wale waliofunjika moyo amenituma ili niweze kuindua wale waliofinyiliwa na ndiyo Mungu akamtuma Yesu, akamwekea mafuta kabisa, akamwekea nguvu. Roho wa Mungu ukamjaza ndani yake, na ndio siku ya leo tumekuja mwiki, tukisema ya kwamba Mungu ambaye ametutuma ametutuma na huyu Yesu aliye na mafuta ndani yake aliye na uwezo ndani yake ili kufungua waliofungwa, waliofungwa na shetani, waliofungwa na minyororo, waliofungwa na dhambi. Siku ya leo tumekuja kutangaza ya kwamba Yesu amekuja kufungua, Yesu amekuja ili upate kufunguliwa Yesu ameingia ndani yako ili upate uhuru katika jina la Yesu. Anasema ya kwamba kwa sababu Mungu, Mungu Baba ameweka mafuta juu yangu, nimekuja kuhubiri mwaka wa Bwana, nimekuja kuhubiri kufunguliwa, nimekuja kuhubiri kuinuliwa, nimekuja kuhubiri kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio leo tumekuja kusema Huyu Yesu aliyetuwa mahali hapa ametuwekea mafuta juu yetu ili tuhubiri mwaka wa Bwana, ili tuhubiri siku ya Bwana, ili tuhubiri kufunguliwa, ili tuhubiri kuinuliwa, ili tuhubiri wokovu.

The Lord has anointed me. Yesu siku ya leo ametuwekelea mafuta juu yetu tuweze kuhubiria wale waliofinyiliwa, tuweze kuinua wale ambao wako chini, tuweze kuwatangazia wokovu wale ambao wamefungwa na dhambi, tuweze kufungua waliofungwa na mapepo, tuweze kuwatoa katika giza wale waliogizani, kwa sababu Yesu ametutuma mwiki tulete mabibu mabadiliko akasema ya kwamba kutangaza mwaka wa Bwana haleluya so we have come here to declare the year of the Lord we have come here to declare the good news we have come here to declare salvation we have come here to declare freedom we have come here to declare salvation Haleluya, Yesu akasema ya kwamba Mungu ameniwekelea mafuta, na mafuta hiyo siyo mafuta ya bure, ni mafuta ya kufanya kazi ni mafuta ya kuinua watu, ni mafuta ambayo ni ya kuinua wale waliofichiliwa, wale waliofinyiliwa, wale ambao wamedharauliwa. Anakuja kuwapa kibali, na akasema ya kwamba katika mafuta hiyo naweza peana kibali, katika mafuta hiyo ya Roho Mtakatifu naweza kuinua walio chini ili wawe juu pia. Bwana Yesu asifiwe! So watu wa Mungu, siku ya leo, we have come to declare We have come to declare to your family. We have come to declare to your life that Jesus has come to your family as a guest and you will not worry anymore. Kwa sababu aliingia kwa sakayo, mashida ikaisha aliingia kwa sakayo, wokovu ukapatikana kwa hivyo siku ya leo kubali aingie ya ndani yako, kubali aingie ya familia yako ili atatue shida hiyo. Kubali aingie ya ndani yako ili upate kupona magonjwa. Yakiona Yesu yanatoroka, mashetani yakimuona yanatoroka. Na ndiposa siku ya leo akiingia ndani yako unabadilika, akiingia dukani mwako inabadilika, kibali inaingia, wokofu inaingia, kuinuliwa inaingia, kwa sababu mwenye nguvu, mwenye maisha, mwenye wokofu ameingia. Bwana Yesu asifiwe. And that's why he's saying, I am coming to give life. And not just life, but life in abundance. Amekuja mwiki apeane maisha kwa ukamilifu, amekuja aingia biashara yako akupe ukamilifu, amekuja ingia familia yako akupe ukamilifu, kwa sababu ako na ujazo wa kila jambo nzuri. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe.